Haya makaa ya mawe yanachimbwa wapi? Yanachimbwa wapi? Yanachimbwa Malinyi au sio? Hapa hapa Mbamba Bay, au nakosea? Na yana mengine yanachimbwa Rwanda. Mengine yanachimbwa wapi? Mnafahamu? Jana tumehesabu, jana tumetoka Masasi, tunakuja na mtumbo, tumehesabu malori tuliopishana nayo njiani. Ilipofika mia mbili, manake kila baada ya da dakika tano lazima ukutane na lori limeandikwa, ile nini, Mite Logistics, au limeandikwa Specialized Haulers au Ilipofika mia mbili mimi nikachanganyikia, nikaacha kuhesabu. <coughs> <coughs> Nanielewa na hiyo ina, ina, ni kila siku asubuhi, usiku, mchana na usiku. Ni safari kutoka malini Mbamba Bay, ni safari kutoka Luanda, ni safari kutoka Liganga ua Eh? Ni, ni, ni safari kutoka mukuru, ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu, utajiri wa eneo hili kuule, kupeleka bandarini ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya, kwenda Ulaya na maeneo mengine. Mnanielewa? Nchi zote duniani, zilizoendelea, zile ambazo ni nchi za viwanda. Zote za zamani na za sasa. Zote ambazo zina viwanda. Msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Ukiwa na makaa ya mawe Utayeyusha chuma kinachotengeneza bidhaa zote unazozifahamu za chuma. Kama huna makaa ya mawe huwezi ukatengeneza chuma, kwa sababu gharama ya, ku, ya kuyeyusha chuma katika hali yake ya, ya udongo au miamba na kuifanya chuma tunachokifahamu hiyo gharama ya, ku, ya kuyeyusha hiyo chuma ni kubwa. Kwa kutumia nishati zingine kama umeme na kadhalika ni kubwa. Kwa namna ya, ku, ya kutengeneza viwanda vikubwa bi vya chuma, lazima uwe na kaa ya mawe, kwa sababu yakipatikana kwa wingi yanaweza na ndio yanayotumika. Nimesema nchi zote zilizoendelea duniani zimeendelea kwa makaa ya mawe. Ukitaka kujenga viwanda vya magari, viwanda vya kutengeneza injini za treni au za ndege, au mataruma ya reni au kitu kingine chochote kinachohitaji chuma, unahitaji makaa ya mawe na sisi tuna makaa ya mawe nchi hii. Haya maeneo ya kwenu haya yana wastani wa tani za makaa ya mawe bilioni tano bilioni tano ni makaa ya mawe ambayo tunaweza tukachimba kwa zaidi ya miaka mia moja inayokoka Mia moja tunashimba, tunapakia kwenye malori yanapelekwa nje ya nchi. Wilaya ya Nyasa hii, wilaya iliyomzaa Oscar Kambona, ni mojawapo ya wilaya maskimu katika nchi hii. Takwimu za serikali zinasema hivi, ni za serikali hii hii. Zinasema hivi, katika kila watoto mia wa Nyasa wenye miaka mitano au chini, thelathini na tano wamedumaa. watoto wanadumaa kwa sababu gani? Watoto wanadumaa kwa sababu gani? hakuna chakula.